Malinyi. Naam. Eh, mashabiki walikumisi. Ndio. Mm, karibu sana kabisa. Ah, niambie hoja mm, yako nini unaleta unaleta? Ah, hapa zaidi tunazungumzia eh, dabi ya mama haina kipengele tarehe 25. Ndio. Eh, ni kama mnataka kula manyoya hivi na nyinyi mnasema hamchezi tena watu wanajiuliza nini sasa mnataka kuleta hiki? Mlete timu tarehe 25 kama mlikuwa mkisema wanamuogopa mpango. Hapana, kwa sababu hatuwezi kuleta timu tarehe 25 kwa mafikirio, kwa sababu wenzetu walikaza. Sawa, kwa sababu wenzetu walikaza kwamba wao wakisema wakubwa na sisi, kwa sababu ni wakubwa na sisi, lazima tukaze kwanza, na sisi lazima tutoe masharti yetu matatu. Yati, ukit, ukit, ukit, uk, mchezo wa tarehe 25 ukitakiwa uchezwe, mm -hmm, tunataka masharti haya ya matatu, matatu yatekelezwe, viongozi wetu watoe masharti matatu, tunatoa sisi kuwaagiza wao, yatolewe kwa, ya kwa maandishi Yanga. La kwanza Viongozi wa Yanga watoke hadharani, waseme kwamba mpira kumbe una busara, wafute kauli yao kwamba mpira hauna busara. Busara imetumika naametwa serikalini, bwana, mpira unaendesha shele za FIFA. Sasa wao walisema mpira hauna busara, tufuate shele za FIFA. Kwa hiyo kwanza wafute kauli hiyo, kwanza wafute kauli hiyo. La pili, tunataka dabi hii, kwa sababu ilikuwa na mvutano na makandokando mengi, tunaomba refali atoke nje Hakuna refari wa kuchezesha hapa hata huyo lagija makandokando. hmm. Tuomba refari atoke nje, sharti la pili, sharti la, la tatu hmm. Tunataka TFF hmm. na bodi ya ligi hmm. wamwita likamwe wamwita almas kasongo, watutajie huyu kigogo, kwa sababu ya yote ameleta huyo kigogo hmm. Aliopiga simu kupeleka wahuni pale, tunamtaka naye huyo sisi, huyo kigogo, eh, huyo kigogo. Hmm. Atajwa hadharani hmm. Atajwakasongo namjua, yeah. na kasongo kamwe, yeah. fulani alipiga simu kigogo huyo mm. tutajiwe sisi Wanasimba yeah. kwa sababu kuwapeleka yeah. pale wahuni yeah. maka aliwafeva wenzetu mm. Sawasawa, so, mm. na sisi tuna dailetu aliwafeva wenzetu yeah. kwa wale wale wahuni yeah. wazuie milango, simu mnyama singie mazoezi mm. tumjue huyu wa upande gani mm. sawa mm. kama wa upande wetu tutamshughulikia, akiwa upande wawo, mm. atuishi, wa upande wao atashughulikiwa, hatuishi kwa p atashughulikiwa akiwa upande wao naye atashughulikiwa, kwa sababu hatuhitaji viongozi waliopewa madaraka waje kuwaumiza watu. Kwa mfano leo, wameleta tifutifu kubwa, mpaka wanamsumbua kiongozi wa nchi kuwaita pande hizi mbili kuzungumza nao. Ana mambo makubwa kiongozi wa nchi, sawasawa, kwa sababu ya muhuni mmoja tu. Hatuataka atajwe, atajwe ili na tupeleke malalamiko yetu, hatupishe kwanza Sawa so, sawa so, tumuombe mheshimiwa atupishie huyo mtu kwa atakaye pembeni mm. Eh, tuendelee na mambo mengine e, nasikia kwenye bodi mpaka hivi sasa kuna taarifa ambayo inaendelea kuchukua nafasi kubwa, sakata kubwa ambayo linaendelea ndani kwa ndani kwenye viunga vya Msimbazi mm. Wajumbe wa bodi pamoja na mwenyekiti wa wanachama mm. muktasamangunu mambo yako, yako sitofahamu kwenye, kwenye kwenye kumaliza msimu msimu huu ah, sintofahamu ya lipi? Sintofahamu kwa sababu ya, hii mechi, mm. ya kitu gani? mechi hii mechi au sitofahamu ya kitu gani kingine? Hebu nifafanulie kidogo, alafu tarehe 25. Sawa wajumbe, vipi wanagawanyika? Wengine wanasema tukacheze, wengine wanasema tucheze. Inawezekana mm. kwa sababu mm. hata wakati anakwenda <laughs> Dodoma mm. alitakiwa tuarifu sisi kwenye timu yetu mm. sio timu yake ile. E, ameji-, amejienda kama yeye wanachama. E, mpuna, kwa a -a, hatuna taarifa mm. alitakiwa atuambie sisi, kwani basi alipata taarifa ya kuitwa mm. atuambie wanachama, jamani nakwenda Dodoma kusikiliza nitakachopata Dodoma mm. nitawarudishia. Hajazungumza, kakaa kimya. Kwa hiyo tunasema mm. hivi tunasema hivi, timu ile sio yake mm. timu yetu sisi mm. na hata aliporudi kule mm. alitakiwa airudishe kwetu sisi mm. kama Yanga alivyorudisha kwa watu wao na wao wakatoa tamko lao Sawa mm. tuna mheshimiwa mheshimu, mheshimiwa sana lakini, mpira una kanuni zake, mpira una sheria zake ime. mpira huendeshwa kwa sheria za serikali, mpira unaendeshwa kwa sheria za FIFA. Ninyi imekwenda mbali, watu wanasema ya kwamba Mangungu ndio mtu pekee mwenye bahati mbaya kwenye kikosi cha Simba pale ime. ikishinda Simba ikiwa na matokeo mazuri, anapongezwa Mohammed Dewji, lakini yanapokuja e, wakati mgumu, watu wanarudi kwa e, Mangungu na kusema ajiuzulu Mangungu bai h eh, imka kwa wakati huu tuliokuwa nao lazima apongezwe Mohamed Deuji eh, kwa sababu Mohamed Deuji ndio mwekezaji yeah, ndi, ndio aliyeweka pesa mm. matokeo yote anayepatia na Simba mm. hayaletwe mangungu Sisi wenyewe mm. mashabiki wa mpira mm. na wana Simba mm. tunapambania mm. sawasawa mm. yeye tumemweka pale kama kiongozi kwa wakati ule wa nyuma mm. kabla ya uwekezaji yeye angekuwa mwenyekiti mm. peke yake hakuna mtu mwingine mm. alitakiwa apongezwe yeye, kwa sasa hivi anayepongezwa yule mwekezaji. Hata ni wenu nikuone hivi mkiendelea kuzozana wakati, ah, msimu unaendelea ah. E, ninyi kama e, wanachama mmechukua tahadhari zipi? Ama mmetoa mna, mna ushauri, mna, mna, ushauri upi kuelekea kwenye bodi ili kuhakikisha sakata hili linatulia kwa ajili ya kuhakikisha kuwa mnaomaliza msimu vyema, ikiwa mnahitaji kombe la NBC msimu huu, takriban misimu mitatu pasina kuitwaa. Haina shida, sakata hili wala halituathiri sisi mm. Sakata hili halitaiwasili timu wala halitatuwasili halita si wanachama mm. wao mashabiki wala haitawasili viongozi sakata hili eh, linakwenda kuwasili mchezo wa Simba na Yanga tu, tu. Eh, mchezo wa Simba na Yanga, mipango yetu ya Simba mm. iko pale pale Manguga, wala haina shida pengine kama watu wamemlalamikia kwa hili, kwa sababu amekwenda Dodoma kimya kimya, amerudi bado kakaa kimya, hakulileta swala kwa sisi wenye timu yetu. Alitakiwa alirudishe kwa sisi wanachama, alafu na sisi nao tungeita kikao chetu sisi, sawa, kikao chetu sisi wanachama na mashabiki, na sisi tukaenda kutoa tamko letu kwamba sawa, tunaheshimu mlivyoitwa kule, lakini bado, kwa sababu wenzetu walisema mpira hauna busara, mpira unafuata sherehe za FIFA so, sawa. kwa sababu waliitwa na waziri wa michezo teuzi hile mheshimiwa mm. Sawa, magari mtuma mtu wake chini aende pale wakakataa mm. wakasema sisi tunafuata taratibu okay. Na sisi tunasema hivi mm. na sisi mm. tunafuata taratibu, ama kwanza masharti yetu matatu ya kama kama wengine wanasema kwamba viongozi wa upande wa pili walienda, viongozi wakubwa makamu wa rais na viongozi mbalimbali wa Yan Africans mm. walikuwa ni wenye kujenga hoja lakini e, Muktaza Mangungu alikuwa ni mwenye kuitika tokilainaopaa Ah inawezekana sali kwenda peke yake kwa sababu hatukumkuta tutayageni kule. Sawa? Hatomkuta magoli. Kwa nini akumchukua magoli? Akaenda kumchukua Hassan Dalali. Hassan Dalali, Hassan Dalali kiongozi? Hassan Dalali sio kiongozi, ni mwanachama tu. Anakwenda kuzungumza nini? Kwanza umri wake umekwenda Hassan Dalali. Anazungumza nini kwenye kikao? Sasa hata kwenda kusinzia tu kwenye kikao. Sawa? Amewaacha watu ambao wakaenda kujenga hoja za msingi. Sisi tungeona Kristus Magoli yuko pale. Sawa, mlamu ngambi mlamu yuko pale. Wale watu ambao wangeenda nao kwenda kujenga hoja pale mezani. Unakwenda kuchukua mzee mtu wa kusinzia. Unaletea majibu yapi wanachama? Mbona kama mmegeuka mbogo? Hajatulete majibu yoyote mm. Hajatuletee majibu yoyote kwa sababu hajatuletee majibu yoyote yeye mm. Karudi kakaa tunataka kufanya kazi huko. Sasa tunasema hivi, wenye timu yetu, hatutaki timu iende tarehe 25. Kwanza atimizwe masharti hayo, hatutaki timu yetu iende kiwanjani mm. Hatutaki kwa sababu sheria zipo mm. Mpira unaendeshwa kwa sheria za FIFA mm. Sawa, busara hakuna, kama wao walivyosema, busara hakuna mm. Wasipotekeleza masharti hayo mm. Viongozi wa Yanga watokea hadharani, kwanza waseme mpira una busara, wafute kauli yao, wamekula makapa, wamekula matapishi yao. matapishi yao la pili lefari atoke nje, hatuhitaji sisi alagija, alagija naye makando kando, hatumhitaji kabisa. Tumeona mechi ya juzi, tumecheza singida finali hmm. Kachezesha kama mpira kwa maagizo. Sasa asije akatuletea balaa hiyo siku hiyo, kama mpira utachezwa hatutaki hmm. Lefari atoke nje hmm. La tatu tutajua huyo kigogo tunamtaka huyo kigogo sisi huyo kigogo tunamtaka huyo kigogo, tutajiwe tutajiwe jina hadharani, fulani ndiye aliyopiga simu pale mm. na ndiye alioleta yote haya mm. Ha, ili sakata lote linalokuja kuja mm. si wakina mguto wa jizuru mm. si wakina nani wa hivi mm. ndiye alioleta lile pale, hata tutakapoona sasa yeah. kama wa upande wao mm. tunaona kabisa kwamba yule alitumiwa ili kuleta hizi vurugu, lakini wanawakumbusha, wakati mnamtafuta wa huyo kigogo niende kwa ajili ya mchezo wa tarehe 25, hatuhitaji, tunataka hilo hicho kitu mm. kitajwe kabla tarehe 25 mm. kitajwe bado siku zinaendelea kabla ya tarehe ishirini na tano, hatupeleke timu bila hivyo, bila, bila kukubaliwa masharti hayo, hatupeleke timu, hatuna haja kupeleka timu TFF. Na bodi ya ligi kabisa, mpira kupangwa na bodi ya ligi mm. mpira kupangwa na bodi ya ligi mm. mpira huo kupangwa na TFF tf, yeah. mpira umepangwa na serikali yeah. mpira umepangwa na serikali, kwani tarehe ile bodi ya ligi alikuepo kwenye kikao kilichoitwa Dodoma, walichoitwa Dodoma, Dodoma, a akina Rafati Haji, akina mm. Mangungu Viongozi wa bodi ya ligi li walikwepo? Viongozi wa TFF walikwepo? Eh. Ukimya una sasa, tarehe katoa nani? Tarehe ya mpira inatolewa na bodi ya ligi mm. Tarehe ya mpira inatolewa na TFF mm. Ndio chombo FIFA wanakielewa, chombo chao. Sasa ukimya una eh, kwenye viunga vya Msimbazi watu wanajiuliza ni, ni, ni lipi ambayo linakwenda kulipuka hivi sasa mpaka uh, hivi sasa hakuna neno lolote lililotoka kwa kiongozi uh, kwenye idara ya habari uh, inayozungumza kuelekea katika mchezo huui eh, wana... tumekuwa tukisikia taarifa mtaani wak uh, kizungumzia mchezohu na si viongozi wa sima uh, sawa kukaa kwao kimya hmm. Mi nafikiri kuna sababu. Sababu, sawa, kuna sababu huyu eh, aliyokwenda kimya kimya Sawa, wamerudi pengine kama unavyosema wametuachia sisi. Kuna, tunasema nini wenye timu yetu tunasema nini eh, kwenye kwenye ila tukumtuma japo tumemtuma kufanya kazi ya wenyekiti, lakini kwenye ila tukumtuma kwa Dodoma akakaa kikao peke yake akafanya maamuzi peke yake bila kupata sisi kwenye sakata hili eh, kabisa. Umemponza uzalendo wake kama pengine amekwenda kwa kutegemea pengine kutumia busara yeah, mechi hii kwa influence zingine za mambo ya kisiasa baadaye yeah, ya kugombea ubunge, si hilo yeah, la kwake. Akatafute njia nyingine, nitakapoanza kampeni za kisiasa aende akapigania huko, anakwenda kutaka kugombea jimbo, lakini sio kupitia hii ainikupitia ha hatutaki -ha, ha -ha, ha -ha, unaweza kwenda kule ukajipendekeza pengine urudi kwenye siasa, kuna uchaguzi mwezi wa kumi, pengine kupitia Simba hapa ha -ha, ili tunamkatalia, hatutaki atutukumtuma ha ha ha ha ha na hatuna haja kwenda tarehe ishirini na tano tutafuata sherehe za FIFA nasema hivi hatutafuata tuta, sheria za FIFA sawasawa, mm. sawa, mm. mechi ilikuwa juzi tarehe 15 mm. tupewe majibu tarehe 15. Kwa nini mpira tarehe 15 haukuchezwa? mm. bodi ya ligi ndio ilipanga. mpira mm. huu umepangwa na nani? mm. kama sasa ligi inasimamiwa na serikali mm. tujue. unawaambia nini sasa viongozi wa Simba? eh. Msimamo, hakuna timu tarehe 22 tukimaliza mpira, kambi ivunjwe watu wakaendea na likizo, tuendelee na usajili. baadhi ya mm. ndio hayo niliokuambia matatu ma kwanza hmm. matatu masharti matatu hmm. masharti yetu matatu masharti yetu matatu, kwanza viongozi wa Yanga watoke hadharani hmm. wafute kauli yao hmm. kwamba mpira una busara Bas. Eh, kwanza la kwanza eh, wafute ile kauli yao kwamba mpira una busara eh, ili tuone wanakula matapishi yao. La pili, la pili atoke nje la, eh. eh. <laughs> ta ta wow, eh. hmm. La tatu atatu tutajiwa kigogo kwa sababu tayari kama Kasongo alimwambia Alikamwe fulani nalopiga simu na Alikamwe kalieleza kwenye Republic, tumesikia alipigiwa na Kasongo akimlamu Kasongo hakumtaja yule mtu, lakini alimwambia, tunataka atutajie huyo mtu jina lake, ili na sisi sasa tujue kama ni waziri, tujue kama ni mkuu wa mkoa, tujue kama alikuwa msemaji, tujue kama alikuwa mkuu wa wilaya, tujue ama alikuwa rais wa TFF, tujue ama alikuwa pengine mwenyekiti wa bodi wa ligi au nani, ili sasa na sisi sawa, so, sawa tulete misimamo yetu ikuhusu ile bwana, kwa sababu wasibebe mbuzi ya gunia akina Mguto tu, asibebe mbuzi wa gunia meneja wa uwanja peke yake, wakati alioanzisha bado kakaa anakunywa chai ya maziwa sawa, kwa kodi za watu. Hatuhitaji kitu hicho, na yeye atatakiwa awajibike. Huyu ndio huyu, huyu, chanzo cha yote maka akimtaja huyo dawa ndi ndio tumeshapata, kwa sababu huyu ndio chanzo cha mambo yote yote. Huyo huyo. Neno lako la mwisho e, kwa wanajeshi wako, kwa maana ya kwamba wale ambao wanakufuata nyuma, mashabiki na wanachama wanaotaka kuja kwa mchezo wa tarehe 25 n uweke nukta hapo e, sisi tunaomba mashabiki na wanachama, hmm, hakuna kuja kiwanjani bas. Tunasema timu isipelekwe, hmm, kama tiketi zetu tulishakata, hmm, kama kwa sababu zimeingia kwa serikalini, zifanye kazi yoyote ya serikali. Yeah. Sawa, hatuna shida. kuna watoto yatima yeah. kuna kusaidia kina mama huko wajawazito, kuna kusaidia pengine walemavu, ziende zikasaidie. Tuangalie mechi nyingine, tuangalie ligi ijayo, tumalize tarehe 22 tufunge kambi. Sawa, sawa sawa, atakaye kwenda kiwanjani yeah, kama wanataka wampe point tatu, alafu mengine yatafuata huko mbele ya safari. Tuone mpira alipanga nani, yeah na sheria zinasemaje za FIFA tutaulizana mbele sasa, maana kwa maneno haya ni kuombe tu tukutane hapo chini kwenye comment section. Unamwambia nini juu ya ambayo ameyazungumza?